Mambo vipi Tanzania mwenzangu, zikiwa zimesalia saa chache tu kuelekea katika uchaguzi mkuu, tukio kubwa la kihistoria, kila mmoja anahitaji kulima kuleka historia hiyo kwa kuchagua kiongozi ambaye yeye anamhitaji. Mimi Mine, nimefika hapa katika e, skuli ya Haile Salasi ama shule ya, ya Haile Salasi hapa visiwani Zanzibar, na hapa ni miongoni tu mmoja moja ya kituo ambacho kitatumika kwa ajili ya kupiga kura watu wanafika hapa kwa ajili ya kuweza kutazama orodha kubwa ya majina na vituo ambavyo wanakwenda kupiga kura hapo kesho kwa kura ya mapema, lakini Oktoba 29 kwa kura ya wote kwa pamoja. Kama unavyoona hapa nyuma yangu ni, ni baadhi tu au e, sehemu tu ya orodha ya majina ya wale ambao watakaokwenda kupiga kura katika kituo hiki mapema hii leo. Mwenyekiti wa Tume ya uh, Uchaguzi Zanzibar, ZEC alipata kuzungumza maandalizi ya koje kuelekea kura ya mapema hapa, anabainisha kura na kumbuka, wote tulikuwepo wakati tumepokea kutoka kwenye kampuni ambayo tulikuwa tumeipa kazi y ya kutaarishia na hivi leo tume zoezi la, la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya imekamilika kwa sababu tulianza kupanda Pemba, baada ya kuzipeleka katika vituo vyote vya ofisi zetu za wilaya. Na leo kuanzia asubuhi tulikuwa na zoezi sasa la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya hapa Unguja. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba karatasi zote za kura zitafika kwenye vituo kwa wakati, sababu katika ofisi zetu za wilaya sasa wao wataanza kusambaza katika uh, vituo vyetu vya kupiga kura mfano kama kwa siku ya leo jioni, uh, katika vituo vyote hamsini eh, ambavyo vitakuwa viko kwa ajili ya kura ya mapema, vifaa vyote vitasambazwa, vitalala vita huko ili asubuhi saa moja vifunguliwe kwa ajili ya kupigaji wa kura mapema. Katika eneo lililokuwepo ndio eneo la madarasa, vyumba ambavyo vitakavyotumika kwa ajili ya kupiga kura. Na kinachoendelea hapa hivi sasa ni upangaji kwa ajili ya kuweka Uh, vitu sawasawa sawa ili kuendana na mazingira ya upigaji wa kura. Kutoka hapa Visiwani Zanzibar, mimi naitwa Hashim Kasim, Daily News Digital.